endi kuwashukuru kwa kunipa ushindi kwa kuniamini kwamba ninafaa nafaa kwa kuwa kati yenu kwamba ninafaa nafaa kwa kuipeperusha bendera ya chama cha NCCR Mageuzi. Naomba niwaahidi, sitoenda kinyume na Katiba wala kanuni, tutaenda sawa na tutashirikiana vizuri pamoja na viongozi wakuu wote viongozi wa mkoa wote, viongozi wa majimbo wote, na viongozi wa kata zote pamoja na viongozi wa matawi wote katika kuhakikisha tunairudishia hadhi chama chetu cha NCCR Mageuzi vile vile. Na napenda mm -hmm, pia kushukuru kwa ajili ya mkutano mkuu wa jana ambao umewezesha pia tumepata wajumbe wa halmashauri, wajumbe wapya, kwa hiyo pia niwapongeze. Kwa ajili ya mkutano huu mzuri ambao mmeuendesha vizuri nyinyi halmashauri kuu na mmeshiriki vizuri mpaka tumepata viongozi wa kitaifa na halmashauri na kamati zake. Mimi niwaahidi kwamba lengo letu la chama ni kushika dola. Tushike dola, tushike majimbo, tushike na kata. Kuanzia sasa kila kiongozi, kila mwanachama aondoke na hiyo imani kwamba dola tunaikamata, watu... CCM <coughs> hatuiogopi CCM, kwa sababu nchi yetu ina katiba. Tutashiriki uchaguzi na uchaguzi utafanyika, tutashika majimbo, tutapata majimbo, nawahakikishia tutapata majimbo, tutapata kata na ikiwezekana like hata urais tunaweza kuchukua. Nawaamini sababu, tayari jana tumepitisha, tumechagua wagombea urais wazuri, wanauzika, wana sifa zote na wanafaa. Lakini pia na mambo machache ya kuzungumza mbele yenu, ndugu wajumbe. Kama mnakumbuka NCCR Mageuzi, tulikuwa sehemu ya kikosi kazi cha taifa ambacho kilikuja na mapendekezo ya kufanya makubaliano ya mfumo wa uchaguzi kufanya mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Ndugu wajumbe, mnafahamu kwamba kikosi kazi hiki kiliongozwa na Profesa Mkandala na viongozi wote wakuu wa vyama vya kisiasa walikuwa wajumbe wa, wa kikosi kazi hicho tukiwemo sisi NCCR Mageuzi na CCM pia walishiriki na vyama vingine vilishiriki. <coughs> Kikosi kazi hiki ni sehemu ya baraza la vyama vya siasa. Kikosi kazi hiki kilitoa mapendekezo, na NCCR Mageuzi tulikuwa sehemu ya kikosi kazi hicho. Sisi NCCR tulitoa mapendekezo ambayo ndiyo tuliona yanatutatiza sisi kama vyama vya kisiasa, vyama pinzani, ambavyo rais anaviita vyama rafiki. Lakini katika mapendekezo hayo tuliona sisi tuliona cha ja kwanza ambacho tuliona tunatakiwa kukipendekeza kama NCCR Mageuzi, tulipinga wakurugenzi wa, wa halmashauri, manispaa na majiji kuwa wasimamizi wa uchaguzi kwa sababu tuliwaona kama makada wa CCM. Hatuwezi kuwapa nafasi hiyo kwa kupinga hilo jambo hili limefanyiwa kazi na sasa, wakurugenzi sio wasimamizi wa uchaguzi tena, bali jukumu hili lipo kwa maafisa waandamizi wa serikali kama nchi jirani ya Kenya inavyofanya, Uingereza na nchi nyingine kubwa huko duniani. Kwa hiyo hili si tatizo tena. Jambo la pili lilikuwa ni madaraka ya rais katika kuteua wakurugenzi wa tume mwenyekiti pamoja na wajumbe wa tume. Jambo hili nalo limefanyiwa kazi, kuanzia sasa jambo hili lipo kamati maalum ya uteuzi inayoongozwa na jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano na jaji mkuu wa Zanzibar, ambao hili pia sisi kama NCCR na Mageuzi tuliliwasilisha kwenye kikosi kazi hicho na limefanyiwa kazi. jambo la tatu Suala la wasimamizi wa uchaguzi na wasimamizi wasaidizi hawa, tulitamani uwepo mchakato huu wa kuwapata, na ndiyo yalikuwa mapendekezo yetu, na jambo hili nalo limefanyiwa kazi, na tume ina, itatangaza nafasi za kazi kwenye gazeti la serikali, na sote tutaona, na wapo wapoabusiwa kuomba na watafanyiwa usaili kwa ajili ya kupata nafasi hizo. Kwa hiyo litakuwa ni watu sio tena wale ambao walikuwa mwanzo ambao tumewakataa. Kwa suala hili limeshafanyiwa kazi. Jambo la nne, suala la kupita bila kupingwa, hili nalo tuliliwasilisha kikosini kulikuwa na mtindo huu wa watu kupita bila kupingwa na wanatangazwa kuwa ni washindi. Kwa sasa jambo hilo halipo tena. Hata ukiwa mgombea peke yako utapigiwa kura za ndio au hapana, kama ambavyo sisi tumefanya hapa. Jambo la tano, yako makundi ambayo yalikuwa hayapigi kura, ambao ni wafungwa walio magerezani, kwa kule Zanzibar wanaita chuo cha mafunzo hili nalo lilikuwa pendekezo letu, liliwasilishwa, limeshafanywa kazi, ambapo wafungwa wote walio chini ya kifungo cha miezi sita pamoja na mahabusu wataruhusiwa kupiga. Na niseme tu kwamba jambo hili NCCR tumelipigania. Jambo la sita, suala la upigaji wa kura ya rais Awali ilikuwa lazima kupiga kura kwenye kituo ulichojiandikisha, lakini baada ya kupeleka mapendekezo sisi kama NCCR Mageuzi, sasa hivi suala hili limebadilishwa, unaweza kupiga kura sehemu yoyote ile ulipo. Wanafunzi wa vioni wanaruhusiwa kupiga kura wakiwa kule mavioni, sio mpaka warudi majumbani. Walioko nje kikazi wanaruhusiwa kupiga kura hata wanaoshinda masokoni pia wanaruhusiwa kupiga kura wakiwa wabunge, kwa jambo hili nalo limekwisha kufanywa kazi. Sasa ndugu zangu, kwa hayo yote tuliyoyawasilisha na yameshafanywa kazi, kwa nini tusiende kwenye uchaguzi? Tuna sababu nyingine yoyote ya kutoshiriki uchaguzi? Sisi tunaenda kwenye uchaguzi na tayari tumeshapata mgombea wa urais na mgombea mwenza, na wote tunafahamu kwamba wako vizuri, wanauzika, si ndivyo? Na kama mlivyoona kwenye vyombo vya habari tangu jana, wako vizuri, wanavaa mm -hmm. Wanapeperusha wana bendera. Kwa hiyo ni waombe wanachama wenzangu tukajiandaye na uchaguzi na kuichukua dola hmm. <coughs> Unayetaka kugombea ubunge jiandae, kwenda kuchukua ubunge, jiandae kwenda jimboni. Unayepanga kwenda kugombea udiwani, jiandae kuwa diwani wakata. Na waomba sana mkashiriki uchaguzi, na tusiogope, tusiogope CCM tusiogope CCM. Hawatusumbui hawa, tunawaamuru. Hakuna kuogopa, hakuna kuogopa mikiki yao, hakuna kuogopa chochote, hawatusumbui. Narudia tena, tunawaamuru kwa tutashiriki uchaguzi na tutawaangusha. Ni waombe tena, twende tukashindane, tukagombee nafasi hizo, tujiandae kwa nguvu zote kwenda kushindana uwezo tunao, nguvu tunazo, ari tunazo. NCCR Mageuzi tunakwenda kushiriki uchaguzi na tutashinda kwa kishindo. Na pia nichukue nafasi hii kuiomba serikali yetu isiruhusu watu kuvunja Katiba kwa kuwa uchaguzi upo k uji uchaguzi uko kwa mujibu wa katiba na sisi NCCR Mageuzi tunafuata katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia tena, tukajipange kufanya kazi, tukafanye kazi, tuweke wagombea wazuri, ili tupate kula, ili tupate nafasi, ili tushinde. Lengo letu ni kuchukua dola. Chukua dola kwenye jimbo, chukua dola kwenye kata, tuchukue dola na huku juu. Hii inawezekana, nasisitiza hutu kama ilivyo itikadi yetu, umoja na mshikamano katika kujenga chama. Hakuna timu wala makundi ndani ya NCCR Mageuzi, sisi wote ni wamoja, sisi wote ni wamoja, tunafanya kazi kwa umoja na mshikamano ili kukiweka chama katika misingi iliyo imara, ili kukiweka chama katika hadhi inayostahili, kama NCCR Mageuzi ile iliyokuwa miaka ile ya nyuma ile miaka ya tisini na kitu. Ile NCCR Mageuzi inakwenda kurudi kwa nguvu zaidi, kwa kishindo zaidi. Tuna watendakazi wazuri, halmashauri kuu mko vizuri sana, kama iko vizuri sana. Sekretari, Sekretari eti ndio usiseme, yaani wako moto. Kwa hiyo mimi ninaamini tukishirikiana na mwenyekiti, makamu wake, makatibu waliopo, tukishirikiana na wenyeviti wa mikoa. Ni makamishina wa mikoa. Tukishirikiana na makamishina wa mikoa, ni wenyeviti. Tukishirikiana na wenye viti wa mikoa. Sorry, ni makatibu wa mikoa, tushuke chini na kwenye majimbo, kwenye kata, kwenye matawi tunaweza kufanya kitu kizuri uchaguzi unaokuja. Yani tujitahidi uchaguzi unaokuja tufanye kitu kizuri. NCCR imeamka sasa, na ndio tumeamka, yani moto unawashwa sasa wa NCCR. Halmashauri kuu, nina imani na nyinyi, ninawaamini sana, najua kazi inakwenda kufanyika huko mo <coughs> na kwa kusema naomba <coughs> niseme pia kwamba swala la secretariat na mwenyekiti alishazungumza kwamba wanaendelea kuwepo wale walio kuwepo mpaka pale itakapoonekana nani atafaa, na pia kuweka kwenye secretariat. Naomba nihitimishe kwa kusema ndugu wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa, mimi nitakuja, mnipokee Ofisi ya katibu mkuu iko wazi kwa yoyote, kwa lolote. Simu ya katibu mkuu, kila mmoja atapatia namba simu ya katibu mkuu, inapatikana wakati wowote, saa yoyote, kwa lolote, kwa ajili ya chama, kwa ajili ya chama mnitumie <laughs> Nitumie kwa ajili ya maendeleo ya chama. Nipo kwa ajili ya chama, nitatumika kwa ajili ya chama kwa muda wote mpaka ambao Mungu amejalia niwe.